Kwa jina inaitwa Saleh Ramadhani ni kocha wa Kidamali, poleni sana kwa matokeo ya mchezo wa leo. na tunashukuru asante. Nini ambacho kimegharimu timu yako, uwanja wa nyumbani lakini mmeshindwa kupata matokeo? Ni nifatilit ya, ya, ya, mchezo haukuwa wetu mchezo, lakini tutajipanga kwa kwa, kwa mchezo ujao. Na imani bado tuna Na imani bado tuna, tuna nguvu zaidi ya kusonga. Ngumu ilikuwa wapi? Timu yako imeshindwa kupata hata angalau goli moja katika uwanja wa nyumbani. ni moja ya mchezo tutarudi katika uwanja wa mazoezi tutayafanyia ambayo tumeona tumekosea. Inshallah game ijayo inaweza kawa yetu. Mwalimu, tuzungumze tofauti ya kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Nini ambacho kimebadilika kipindi cha pili? Mmeruhusu kipindi cha kwanza mmeruhusu goli mbili, kipindi cha pili hamjaruhusu ruhsu goli lolote. Kimebadilika nini kwenye kipindi cha pili? Uh, kip, na senta wetu uh, ambaye alikuwa katika mechi tuliyoshinda tano bila alikuwa na injury kidogo, kwa hiyo maana tuko tuna mlani kidogo katika Kolewano katika na namba nne na namba tano. Kwa hiyo tulimbadilisha mtu pale, uwezo wake atatusaidia kidogo, lakini alikuwa alikuwa bado ajibua katika moja ya mchezo wa leo. Kwa hiyo naimani insha Allah, mechi ijayo ikiwa atarudi tutafanya vizuri zaidi, na kwenda katika mchezo wa marejiano, mchezo ambao mtacheza katika uwanja wa Kalenga, miongoni mwa viwanja vigumu vya kupata matokeo. Una kipi cha kuahidi mashabiki wa Kidamali ambao walijitokeza leo na pengine atajitokeza pia katika mchezo wa unaofuata? Uh, mechi bado tunayo, mechi bado ipo mkononi kwetu. Inshallah, na waahidi wana Kidamali mechi hii, lolote ulotereza, lakini mechi hii inshallah, ushindi upo. Kila la heri, asante.